Assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh, ndugu wasikilizaji, imekuwa ni kipindi chingine kwa mara nyingine katika maudhuu yetu ya kuhusiana na shirki. Kwa hakika tuna tunaelezea na kujaribu kufafanua namna ya shirki inavyokuwa na usiri mkubwa na inavyokuwa na madhara makubwa kwa mtu anapokuwa amejipamba na ushirikina au kumshirikisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Taala. Na tabaan tuliyozungumzia, tukasema kwamba shirki ni hali ambayo mtu unaweza ukaifanya, ukijua, labda pengine unamshirikisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Taala katika mambo fulani, lakini kwa sababu ya hali zilizokusukuma ukawa wewe waendelea kufanya hivyo. Na shirki vile vile unaweza ukaifanya wakati mtu huna lengo na madhumuni ya kufanya shirki, yaani maana yake kwa lugha nyingine, pasi na kujua kwamba wafanya shirki. Aa, hapa tunaona kwamba katika kipengele hiki kimewaingiza mpaka baadhi ya watu ambao wako katika imani yani ni waumini wameamini, mathalan Waislamu wanafuata amri za Mwenyezi Mungu subhanahu wataala, lakini kwa upande mwingine akawa mtu vilevile vile, ana, ana, ana, ana, ana, ana mambo ambayo yamemweka katika shirki, anafanya ushirikina basi na yeye kujua. Aa, sasa hapa ndio tulikuwa tunazungumzia zaidi, na tukasema kwamba shirki ina vipengele tofauti tofauti ambavyo vinapelekea kuwa katika hali ya uwazi yani ushirikina wa uwazi, kila mmoja akawa akikuona wafanya jambo fulani namna hivyo, basi ikawa moja kwa moja anakwambia wewe unafanya ushirikina. Na kuna ushirikina ambao umejificha, yani ni vigumu, ila kwa wenye elimu na ambao wamefikia hatua ya kuweza kuelewa na kufahamu kwamba uh, mambo haya au vipengele hivi hatua hizi zinamwingiza mtu katika ushirikina. Sasa kwa hivyo shirki tukasema kwamba ina anwai mbalimbali, ina, ina aina fulani mbalimbali za shirki yaani zipo uh, aina mbalimbali za ushirikina na hapa ndipo tunapozungumzia labda aina fulani ya ushirikina ambayo mtu unaweza kuwa uh, unaifanya na huelewi, yani katika aina zile ambazo ni hatari kabisa. Saa zingine tunaona kwamba baadhi ya watu uh, wanaojihesabu kwamba wao ni waumini, wamefuata amri ya Mwenyezi Mungu, ni Waislamu uh, wanafuata sheria za Mwenyezi Mungu sawasawa na taban aliyekuwa muislamu au mumin analazimika kuwa ni mtu ambaye amejitenga katika ushirikina. Lakini hapa unakuta kwamba anaweza kuwa ni mumin, lakini uh, kwa kutojua kwa kutokuwa na elimu ya ushirikina, basi akawa upande mwingine anaendeleza ushirikina, na ndio maana tukasema kipengele hatari mojawapo cha ushirikina tumeweka kama vile uh, ushirikina katika khofu, yani ashirk fil khauf, yani kwamba, uh, katika kuhofu au kuogopa kunaweza kumpelekea mtu akafanya ushirikina, yani pasi na kujua au akijua, lakini zaidi sana hapa tutazungumzia kuhusiana na uh, uh, ushirikina ambao unampelekea mtu kwamba anaogopa zaidi ya kitu chengine na huku haelewi kama anafanya ushirikina. Mwenyezimngu Subhanahu wataala ameonya katika hofu yani katika kumwogopa. Yani inakuwa kuna kuogopa kunafaa kumwekea Mwenyezimngu Subhanahu wataala, kunafaa kumwelekeza Mwenyezimngu yani mtu ukawa hofu hiyo ni kwamba umeifikisha kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Si <coughs> kwa kitu kingine. Na ikifikia mahali kwamba umeelekeza hofu hiyo kwa kitu kingine, basi hapo unakuwa umemfanyia ushirikina umemshirikisha Mwenyezi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema katika Qur'an tukufu baada, a'udhu billahi minash shaitani al-ainir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qulillahi yunjikum minha wa min kulli karbin thumma antum tashkurun. Sema, Mwenyezi Mungu yeye ndiye atakayekuokoeni katika hilo na katika kila lililo la dhiki na shida na lililo la uzito, kisha nyinyi mkawa ni wenye kushukuru. Yani manake Wakati wa balaa inakufikia, wakati wa jambo linapokufikia, tatizo linapokufikia, basi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatuambia kwamba tuwe ni, ni wenye kumwelekea Mwenyezi Mungu katika katika hatari ile, katika hofu ile yani manake, uh, ni wewe umekuwa na hofu nani ataniokoa? Nani ataniepusha katika balaa? Nani ataniweka ata, atani mbali katika shida hii? Basi Mwenyezi Mungu subhanahu wa Taala anatuambia kuli llahu yunjikum, yani sema yeye Mwenyezi Mungu subhanahu wa Taala ndiye atakayekuokoeni minha katika hilo wa min kuli karbin thumma antum haa, Tashukurun. Na katika kila shida, katika kila shida, yeye Mwenyezi Mungu ndiye atakayekuwa ni mwenye kukuokoeni eh, kisha nyinyi katika hali hiyo baadaye muwe ni wenye kushukuru. Yani inamaanisha kwamba kwa Mwenyezi Mungu kwa peke yake ndio mtu unatakiwa umwelekeze. Yani wakati wewe umeingiwa na hofu utafanya nini katika hali yako basi, unaambiwa e, uelekeze mahitajia yako na hofu yako hiyo kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Taala. Naam, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Taala anaendelea kutuelezea vipi mtu unatakiwa kuelekeza, yani haja yako, hofu yako, yani au shida yako Uh, mahofu yako katika tatizo lililokufikia au katika hali ambayo unahofia kwamba itakufika, yani Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Taala, ukamwachia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Taala. Asema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Taala katika Qurani kwamba kulillahu shafaa eh, kulillahu ashafaatu jamia lahu mulku samawati wal ardh thumma ilaihi turjaun, yani mathalan, katika, katika mtu kupatwa na shida ya maradhi. Unaweza kupata shida ya maradhi au kasibiwa na maradhi yakakufikishia hofu, yakakupa hofu, hasa mimi hapa ni kwamba naelekea labda kuiacha dunia sasa ukaingiwa na hofu, nifanyeje? Niondokewe na maradhi haya? Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala anatuambia yani, kulillahu ash-shafa'atu jamia, sema kwake yeye Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala ndiyo kunakopatikana shafaa yote eh, yani utatuzi wote wa matatizo ya kimaradhi yani uh, mbele ya Mwenyezi Mungu ndio uelekee wewe. Tunaona kwamba miongoni mwa mambo yanayotia hofu sana ni maradhi, mtu kuugua. Anaugua mtu mpaka anakuwa dhaifu katika imani. Yaani anapatwa na jambo fulani la kimaradhi mtu mpaka linamtishia, anatishika, unaona. Na ndipo hapa tunaona kwamba kuna baadhi ya watu ndio hupata muhangaiko mkubwa sana na katika mhangaiko ule ikamfikisha mtu kulifanya jambo sasa, kumbe anamshirikisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, yani unapelekea, yani matarajio yako kwamba sasa hapa si Mwenyezi Mungu bali unakipelekea kitu chingine, kwamba ndicho kinaweza kukutoa katika matatizo hayo, hapo unakuwa umemshirikisha Mwenyezi Mungu. Yatakiwa, mtu kama umesibiwa na maradhi na tabani maradhi uh, yapo. Uh, na yeye Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anajua kwamba viumbe huugua, uh, kwa sababu mbalimbali, ima ni sababu uliyosababisha wewe mwenyewe au ni sababu za kimaumbile zilizopo. Mwenyezi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anajua, kwa hivyo unakuta kwamba uh, ndio maana tukasema kwamba kama mtu utakuwa umepatwa na tatizo kwa mfano la maradhi inakuwa linatakiwa umwelekee Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kwamba yeye ndiye anaweza kuponyesha maradhi yote. Watu huja wakaingiwa na hofu, mpaka wakaelekea, saa zingine tunasema, kwa waganga ambao wametengeza, wame, wame mazinga ombo yao eh, wanakuagiza wana vitu fulani fulani vya ajabu ajabu eh, lete kondoo mweupe, lete kuku mweusi, lete sijui mayai yaliyoachwa Yeah. Sasa lete maji kutoka kwa bahari yeah, lete mchanga wa katikati ya njia ama masala mengine yasiyokuwa na msingi kabisa, na hapo sasa, anakupa vitu ambavyo sasa vinakuelekeza kuvitegemea katika wewe kutarajia kupona au shifaa kwa maradhi ulionayo. Hapa sasa, tunaambiwa kwamba hapa ndipo unapokuwa umefanya ushirikina. Tabani wako waganga tunasema waganga Kiswahili au kama madaktari wa kienyeji, ambao si kwamba ukielekea kwao utakuwa umefanya ushirikina. La, utakuta mtu anakuambia, bwana, majani haya, mizizi hii, ukichemsha, basi inaweza kukutolea wewe matatizo yako ya maradhi hayo ya tumbo. Huyu, ukifanya hivyo, hujafanya ushirikina, kwa sababu umetumia dawa kama dawa ile ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya hospitali dawa ile umeipata kwa daktari wa, wa, wa, wa, wa kiutaalamu, na amekupa maagizo vile vile, na huyu naye anakupa maagizo. Na pamoja na hayo, mtu anatakiwa lau anat, anatumia dawa mfano kama hiyo, anatakiwa kutumia huku akielewa kwamba mwenye kush, kut, kuleta shifa zaidi ni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa taala, yani mimi natumia dawa hii lakini yeye Mwenyezi Mungu ajalie shifaa ima kwa kupitia eh, kwa matumizi yangu ya dawa hii. Kupitia kwa dawa hii Mwenyezi Mungu alete shifaa, kupitia kwa maombi yangu haya Mwenyezi Mungu alete shifaa, kupitia kwa, kwa, kwa kitendo changu hiki Mwenyezi Mungu alete shifa. Hapo mtu unakuwa haujafanya shiriki. Naam, na ndio maana tunasema kwamba hapa ndio unatakiwa Usi, u, yani, hofu yako uielekeze kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwamba yeye Mwenyezi Mungu ndiye anaweza kukuepusha na balaa ambayo wewe waiogopa ha. Na hapa tuna e, aya nyingine ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatuonyesha kwamba watu wawe ni wenye kuelekea kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa matatizo yao, kwa hofu zao ambazo zinakuwa sin, ni zenye kuwa uh, kuelekea. Ni mtu unaweza kuelekewa na jambo likakutia hofu mathalan, uh, unaweza kumbwa na, na ulalamishi na mashtaka ya kesi ukaingia hofu kwamba unaweza ukanyongwa, ukaingia hofu, labda unaweza ukafungwa, ukaingia hofu, labda unaweza ukauawa, ha? Hapa ndipo mtu unaambiwa unatakiwa umuelekee Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatuambia katika Qur'an tukufu baada a'udhu billahi minashaitani ar-rajim. Bismillahir rahmanir rahim. In yuridni rahmanu bi dhurrin la tughni anni shafa'atuhum shay'an wala yunqizun. Yaani Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatuambia kwamba lau Mwenyezi Mungu akitaka ag, bidhurrin la tughni anni shafaatuhum shayan lau Mwenyezi Mungu subhanahu wataala atataka, yani mathalan ya, madhara fulani yaweze kuwapata, basi hakutawatoshelezea chochote maombi yao eh, wala hakuna chochote mtu au wala hakuna chochote kitakachokuwa kitawaokoa katika hilo, yaani mradi Mwenyezi Mungu ndiye ametaka. Mwenyezi Mungu akitaka, basi huwa kwamba Mwenyezi Mungu lolote analolitaka. Kama Mwenyezi Mungu amekadiria kwamba wewe upatwe na madhara fulani na matatizo fulani, basi hila zako zote utakazozifanya hazitakuokoa na wasaidizi wako wote ambao wewe utakuwa una, una, unaweza kuwategemea hawawezi kuku, hawawezi kukusaidia. Na hapa ndiyo maana tunaambiwa kwamba basi Mwenyezi Mungu anatutaka tuwe ni wenye kuelekea kwake yeye Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa sababu gani? Kwa sababu yeye kwa Mwenyezi Mungu ndio kuna uwezo wa kuweza e, kutatua jambo lolote lile wa kuweza kuepusha wewe na hofu yoyote yule, ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Taala, ambayo wewe waichelea wa kwamba itakuweza kukukumba. Na ndiyo maana kwamba mwenye mtatuzi wa lolote lile ni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Taala. Watu au binadamu mwengine anaweza, anaweza akakadiria aka, aka, aka, aka, aka, aka, aka, kwa fa, ufahamu wake mdogo au mchache kwamba sasa wewe uh, utaishiriza katika balaa hiyo tu, labda wewe sasa utanyongwa tu, labda wewe sasa utafungwa tu ha? Labda wewe utakufa tu ha? Lakini bila ya Mwenyezi Mungu la bila ya Mwenyezi Mungu hilo ukiweka kwa Mwenyezi Mungu, unakuta kwamba inakuletea it, yani, utulivu wa nafsi inakule, inakuletea Itminan katika nafsi yako, kwa sababu gani? Waugua kweli, lakini mbele ya Mwenyezi Mungu, kwa kumtegemea Mwenyezi Mungu subhanahu wataala, unakuwa una, una na imani ya kwamba wakati wowote maradhi hayo yanaweza yakakuondokea. Unakumbwa una, una, una, una, una na balaa na ulalamishi, au kesi fulani imekuelekea, unaona, na imekutia hofu, labda pengine inaweza ikakupelekea ukauawa au kafungwa maisha, basi unamwachia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, unamtegemea Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na hofu ile kwamba yeye Mwenyezi Mungu anaweza akabadilisha, utabakia mwenyewe mwanzo, huna hofu na vilevile vile, ukitarajia kwamba wewe mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala utakuwa ni mwenye kuepukana na bala hiyo, na hivi ndio maana tunasema kwamba ndio umuhimu wa mtu kuiweka hofu yake kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na wala asije akawa ni mwenye eh, ku, eh, kuhofu kitu chengine badala ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Anatakiwa mtu ah, ah, fikra yake na kuogopa kwake kote kuwe ni kwa, kwa kumwogopa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kwa sababu yeye Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala Uh, ndiye wakuogopwa ima katika, e, katika uh, kuadhibu uh, katika makosa ambayo labda pengine wewe umefanya, au uh, kumwogopa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa sababu yeye ndiye mwenye kuepusha balaa zote ambazo zinaweza kumwelekeza zinaweza kumwelekea na kumsibu mtu uh, zinaweza kumwangamiza mtu, zinaweza kumtatiza mtu, kumweka katika shida na balaa yeye Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Taala peke yake ndiye ambaye anaweza akaondoa. Lakini ukifikia mahali kwamba umekuwa ume, ume, wewe wakipatia wakielekezea hofu yako kitu chengine asiyekuwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Taala, basi hapa tunasema kwamba unakuwa wewe sasa umemshirikisha ume, ume, ume Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Taala katika hofu yako. Na ndiyo maana tukasema kwamba ni lazima hofu ya mwanadamu, hofu yako umwelekeze Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, uwe hukukiogopi eh, hukichelei. Yani, kwa mfano mathalan kuna watu wana baadhi ya vitu wamevipatia, wameviogopa, wakaviekea hofu kiasi ya kwamba ndio maana tunasema wameingia katika shirika ya Mwenyezi Mungu. Kwa mfano veve, kuna baadhi ya jamii wanaitikadi na mila ya kwamba mimi nisipo nisipoenda eh, katika maeneo ya makaburi ya babu zangu eh, ndugu zangu, nyanya zangu, wajomba zangu kwa siku mara, yani, mathalan kwa wiki mara moja, basi hapa lazima tutapatwa na balaa, au kwa mfano mtu kuchukua kwamba shida na matatizo yaliyomkumba ni kwa sababu ya kitu fulani asiyekuwa Mwenyezi Mungu, ni kwa sababu ya yeye hajatekeleza jambo fulani, basi na kumwelekea Mwenyezi Mungu. Hapa ndiyo maana utakuta kwamba wengine wanaishi katika hofu. Kuna baadhi ya watu wamejitweka mamlaka ma, ma, ma na, na, na hali fulani ambayo ndio maana tunasema kwamba unaelekea kumshirikisha Mwenyezi Mungu subhanahu wataala kwamba usipoongea naye vizuri mtu fulani eo, hautaweza kuishi. Wengine wamelazimika hata kumtuza mtu yule, wanampelekea pesa, wanampelekea mali eh? kwa sababu wasipofanya hivyo, wao hawataweza kuishi. Hii ndiyo hofu ambayo inampelekea mtu kuwa umefanya ushirikina kwa sababu umempa daraja mtu, umemwogopa mtu, umetia hofu juu ya kitu sawasawa na vile ama hofu ambayo yatakiwa kumfanyiwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na hapa ndio tukasema kwamba katika kuho, kuhofu au kuogopa mtu anatakiwa kuchelea zaidi, kwamba asije akawa anaogopa vitu vingine sawasawa na anavyomuogopa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hofu juu ya Mwenyezi Mungu inatakiwa iwe ndio daraja ya juu ha? Iwe ndiyo daraja ya mwisho kabisa, na inshaallah nafikiri tutakomea hapa kwa leo. Inshallah, panapopatikana muda mwingine, tutaelezea tutazielezea nukta zingine ambazo zinapelekea ushirikina wa mtu kufanya katika mambo yake, uh, au katika vipengele vingine inshallah. Wabillahi taufik, wassalamu alaykum warahmatullahi taala wabarakatuh.